Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mungu aonekani, lakini imani inamuona Mungu, imani inamjua Mungu, imani inamtarajia Mungu. Alafu imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. Sasa unasikia nini? kile kitu ambacho unakipa sikio lako sana, hicho ndicho ambacho kwa asilimia kubwa kitakujengea imani. Mpenda kumsikia Mungu, mpenda kumuelewa Mungu. Lakini imani maana yake nyingine ni ubishi, tunaobishania ukweli unaonekana kwa macho. Yaani sometimes imani inakuwa ni ubishi ambao tunabishana na kitu ambacho kinaonekana kwa macho, kinaonekana kabisa, hiki hakifanikiwi, lakini imani inasema tutafanikiwa, njia itaonekana inaonekana bahari, lakini Mungu anasema msiogope, mtapita. Wamisri mnaowaona mtawaona tena milele. Lakini imani, tunapoongelea imani, imani ni kuacha kuamini vile unavyoviona na kuanza kuviona vile unavyoviamini. Yani, imani ni kuacha kuviamini vile unavyoviona na kuanza kuviona vile unavyoviamini. Ukiona viamini unavyoviona, hiyo sio imani. Imani ni, ku, ni kwanza kuona matokeo ya kile unachokiamini. Tunataka tuone wokovu, tuna Mungu tuwe mtumikia utuone matokeo ya huyu Mungu ambaye tunamtumikia, matokeo tu yaone. Eh, Mungu ambaye alimtumikia kwa tunamhubiri, lakini tumuone kwamba anasema anasema Ayubu kwamba masikio yangu yalikusikia katika Ayubu ya 42 lakini sasa macho yangu yamekuona kwa imani, inaona imani inasikia, lakini kwa lugha nyingi tunasema imani ni mkono wa kupokelea kwa Mungu. Yani ni, ya ni kiunganishi pekee kati ya mwanadamu na Mungu. Imani ni mkono wa kupokea, ni daraja, kwamba hauwezi ha ukamwona Mungu pasipokuwa na imani. Yeyote amwendea Mungu lazima kwanza aamini Mungu yupo na uwapa thawabu wale wote wamuombao. Basi kwa lugha hiyo naweza nikasema sasa, mwenye haki wangu, haya ni maneno ya Mungu, ataishi kwa imani yake, naye akisitasita sita, nafsi yangu haina furaha naye mwenyeake wa Mungu. Kwa sasa tunaanza kuishi kwa imani, tunataka tuyaone yale matendo yale ambayo tulikuwa tunayasikia yale matendo ambayo maandiko yameyasimulia, lakini tunataka tuone pia matendo ambayo wazee wetu walitembea nayo, Moses Kulola eh, wazee wetu hao walitembea, Mungu alitembea nao, yale matendo tunataka tuanze kuyaona na kuyaapply kuya na kuyaona katika, sababu Mungu expire Mungu ajazeeka Mungu hajachuja, Mungu ni yule yule, na tena Mungu ni mpya kila itwako leo. Tunataka tumuone Mungu katika upya wake na katika ukuu wake. Kwa imani inawezekana, tunaweza tukaamsha waliokufa, tuka tunaweza tukaweka mikono kwa wagonjwa aina zote wakapata afya, tunaweza tukawa na uchumi mkubwa. Mungu wetu anaweza Tukafanya kazi za mikono na Mungu akatufanikisha, inawezekana. Tunaweza tukahubiri injili katika sehemu ambapo ni ngumu ni, ni na injili ikafika na ikaleta matokeo. Tunaweza tukabadilisha mambo katika ulimwengu wa roho ambao hayabadilika, yawezekaniki, yakawezekana. I say, nataka uanze kuishi kwa imani. Inawezekana kabisa ukaishi kwa imani na Mungu atakubariki sana. Amen.